Mwisho mpaka matokeo yeah, yanafanyaje, pia yatangazwa, ili maana yake, unajua, tutaepusha hali ya sababu, unajua, hata hivyo wanapotangaza wakurugenzi ndio unasikia unasikia hizi habari, walikuja watu wakatolewa sijui mara mm -hmm. Eh, mara maboksi mengine alikuja akiwa tupu. Story hizi zinakuwa nyingi na sio ngeni kwenye swala inapokuja, eh, kipindi cha uchaguzi. mm -hmm. Mi nafikiri twende sasa, kwa sababu mheshimiwa Rais mm -hmm. ameona hili na amelisema. Yeah. Tutakwenda sawa na kihaki Ndiyo. Basi uende sawa na haki. Maana yake inaweza kuwa ni wa haki. Mm. Lakini usiwe sawa. Unaweza ukawa sawa lakini usiwe wa haki. Naam. No. Twende wa haki na usawa kwa maana. Mm. Zile kura kama ni za bunge pale ijulikane kabisa mapema hata kabla Isio, apa, mwakala, Mwakika, ya biashara hiyo. Hii sio kwamba wenyewe mnaweka hapa hema wakala kaeni hapa. Mmehakika tushamaliza kupiga kura, mm. Atokee nje tunafunga kwanza ofisi. Sisi tufanye vya visiwepo vile wakimaliza zinahesabiwa pale pale, pale biashara inakuwa hizo kwa sababu huwezi kusema makura ni mengi kwa sababu hizi kura ni za kila jimbo na vizuri mm, kwao mi nafikiri mm. Ili mambo yaende vyema mm. Asilale mtu mpaka majibu yapatikane. Eh, kama vile Chadema walipofanya Man City.